Janga ambalo limetokea jana majira ya saa nane za mchana kwa kipindi cha dakika tano cha baadhi ya nyumba za ndugu zetu kuezuliwa kwa upepo, lakini nyingine kubomoka. Kwa mimi kama mkuu wa wilaya, kasema siwezi kukaa na chingwea au ofisini bila kuja kujionea nini ambacho ki, kimetokea kime, kime, kime ili angalau tuwafariji alafu mwone nini serikali inafanya kwa hiyo kwanza niwashukuru ni ni kwanza niwape pole lakini vilevile niwashukuru wale wananchi ambao walijitoa kwa huruma zao kuwafariji lakini kuwahifadhi wenzao ambao nyumba zao zilibomoka mimi niwapongeza sana kwa tabia hiyo maana majanga hayaleti na binadamu au sivyo, tushasema ni majanga tu, hatujui nini kitatokea. Inawezekana wewe leo unajiona nyumba yako upo salama, lakini baadaye baada ya saa na wewe usiwe salama. Kwa hiyo kwanza, niwapongeze wale wote ambao mliweza kuwafariji wenzenu kuwahifadhi, hongereni sana katika hilo hai. Pamoja na hayo, kama serikali, jukumu letu kuja kufanya tathmini, tathmini ya maafa au majanga ambayo yamejitokeza. Tumesikia jana tathmini ambayo ilianza kufanywa kuanzia jana na wataalamu wetu wa halmashauri, kulikuwa na kaya arobaini na nane lakini leo mpaka hii asubuhi kaya hamsini na mbili lakini bado wanaendelea kupitia maeneo yote ili kupata takwimu sahihi za watu wangapi walioathirika kwa ukubwa. Kama serikali baada ya kufanya tathmini yote kwa sababu kwenye serikali huku kwenye ofisi ya waziri mkuu, kuna kitengo cha maafa ndio kinafanya jambo lote ile. Sawa jamani? Kwa hiyo sisi tumekuja hapa kuambia kwamba serikali tupo, tupo pamoja na nyie kwenye majanga haya. Kwa hiyo kubwa ambacho na, nawaomba, nimepita eneo moja hapa, nimeulizia, nikaambiwa hapa ni ni eneo la biashara, kwa maana kuna mgahawa, lakini na nyumba vile vile, makazi wenyewe, kwa sababu hapo kwenye biashara wameamua haraka kurudisha paa lakini wamerudisha bati kwenye ukuta. Kuna nyufa kubwa na umeanza kulala. Nimewashauri wasiendelee kutumia eneo lile, maana hujui wakati gani ukuta utaanguka, na ukianguka, hujui madhara yake, haitakuwa kiasi. Kwa hiyo nanyie wananchi, nawaomba hata kama una eneo lako la biashara, lakini kuta haiko vizuri, umepata haya maafa, tuondoke kwenye eneo hilo. Unaweza kufanya, una fedha za haraka, yangusha yote, anza upya kujenga, lakini usijaribu kusema bana lazima nikae hapa hapa, unaweza kupata madhara makubwa zaidi kuliko haya ambayo Mwenyezi Mungu amekunusuru. Kwa hiyo naomba mwendelee, kwamba serikali tunaendelea kufanya tathmini, baada ya kufanya tathmini kwa kushirikiana na mbunge wenu na mbunge anawapa pole sana ndugu zangu, yuko nje, yupo majukumu mengine ya kitaifa, lakini jambo lenu analijua, analifuatilia, na mimi kanipa bana salamu kwamba nije kuwapa salamu kwamba anawapa pole sana, na yeye mapema yote kanavyo, atakuja hapa ili kuweza kushirikiana na nyinyi katika kutatua jambo hili ambalo limejitokeza kwenye wilaya yetu ya eneo hili la kijiji cha Makanjiro. Sawa jamani, kwa mimi naomba tuachie halmashauri wanaendelea kufanya tathmini, baada ya kumaliza tathmini halmashauri watakuja hapa pamoja na Mheshimiwa mbunge kutoa neno. Kwa hiyo naomba sana tuendeleeni kusaidiana, wale ambao nyumba zao zimeharibika, hawana mahali pa kukaa, sisi ambao tuna, tuna maeneo tuna nafasi, basi tuwahifadhi wenzetu.